Umekata tamaa, pengine umevunjika moyo, kila kitu kwako ni afadhali ya jana kama wewe, mtazame Mungu juu humi nia. Usiwatazame wanadamu, nao hao wameumbwa kama wewe.

Na kwa ajili we ya wema wake sasa, hapa tuko katika Gaza na kama mnavyoona hapa ya, tunaona kwamba hii ni population ya wakazi wa Gaza. Jimbo la Gaza lina watu wapatao milioni moja laki nane themanini na nane elfu na mia moja na thelathini. Tunao wanawake wanaume laki sita sabini na tisa elfu na, ina na, ina na pia tuna wanawake 66. Kwa hiyo hii ni, ni sensa iliyopita hivi karibuni, ambayo inaonyesha wazi kwamba mji wa Gaza ambao uko karibu kutoka Gaza unaingia Maputo, ni eneo ambalo lina idadi ya watu hawa. Tunashukuru sana Mungu kwa wema wake, kwa sababu sasa tunaona maono yetu yanaendelea kutimia hatua kwa hatua kwa sababu mwaka elfu mbili na kumi na moja mwezi wa sita ndipo ambapo nilipata maono juu ya Mozambiki. Naona tunavuka Mozambiki na na jeshi kutoka Tanzania, tunateka maeneo, alafu wale mateka tuna wanaungana na jeshi letu, alafu tunasimika bendera zimeandikwa uhuru wa Yesu Mozambiki, katika yale maono mwaka 2011 mwezi wa sita niliona bendera zinapepea katika majimbo yote, majimbo yote bendera zinapepea. Uh, wilaya zote bendera, mpaka vijijini. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba Mungu ni mwema. Sasa tuko na mishonari Maputo, yeye ni mishonari anafanya kazi ya Mungu pale Maputo, na tumekuwa na safari ya makusudi. Baada ya kutoka Nampula, nimeingia Maputo na tumepokelewa vizuri, jimbo la Gaza Mkurugenzi mkuu wa mambo ya dini hapa Gaza ametupokea vizuri sana na tumeruhusiwa kuanzisha kazi hapa na kufungua makanisa katika wilaya zote na kila eneo ndani ya jimbo hili. Hii inaonyesha kwamba tunaenda kutimiza yale maono, lakini pia tunamshukuru Mungu kwamba Mungu ametupa Gaza na Mungu atafanya mambo makubwa kupitia Eh, kanisa lake zuri la Igleja de Deus para Mungu ambalo Mungu amelipanda mahali hapa. Kwa hiyo ni jambo jema la kumshukuru Mungu, Mungu, ili kanisa la Tanzania muendelee kutuombea. Tunashukuru kwa kanisa la Tanzania Assemblies of God ambao wameanzisha huduma hapa nchini kwa kututuma sisi kuwa eh, wa missionary katika nchi hii na tunashukuru na idara ya umisheni taifa ambayo ndio mkono wa kanisa kuhakikisha tuko salama na tunatimiza maono yetu. Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. NYTV ni chaneli bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo 0712 45 52 52 au 0688 13 19 Kumi na nne, ili kupata habari za uhakika, ni NYTV pekee. NYTV ni chombo bora cha Bwana.